Na mtazamaji wa Trend TV, bwana mmoja kati ya vitu ambavyo leo tuko navyo hapa ni hii interview ambayo Mwijaku ameifanya, na katika hii interview ni kwamba Mwijaku bwana amezungumza mambo mengi sana mazito, na moja kati ya vitu ambavyo amevizungumza, Mwijaku amedai kwamba uh, yeye anajua sababu ambayo imesababisha Haji ameachana ame na Zailisa uh, na sababu kubwa ambayo yeye ameitaja ame huyu Mwijaku amedai kwamba sababu ni Manara ni mchafu. Sasa ikuwa inaweza usio unaelewa moja kwa moja kwamba kwa alikuwa anamaanisha nini, lakini inasemekana kwamba kusema hivyo kwa Mwijaku kwamba Manara ni mchafu alikuwa anamaanisha kwamba Manara ni mtu ambaye anabadilisha badilisha wanawake, ni mtu ambaye sio mwaminifu kwenye mahusiano, na ndio maana hawa wanawake wanashindwa kuishi naye na kuachana naye haraka sana na huwa hadumu kwenye mahusiano yake ya ndoa. So hicho ndo kitu ambacho Mwijaku amekizungumza wazi wazi. Yeah, so Mwijaku bwana amezungumzia kitu kingine, akidai kwamba huyu binti pia ambaye sasa hivi amempata Manara ni kwamba huyu naye pia ni wale wale wale tu, yani kwamba binti ni kwamba hana adabu. Binti ni mrembo lakini hana heshima hata kwa mama yake mzazi. Je, ataweza kuishi na Manara? So ni kwamba kuna vitu vizito kweli kweli ambavyo Mwijaku amevizungumza, ambapo vimewaacha watu wengi sana mdomo wazi, lakini kikubwa zaidi ni hiyo issue ya kueleza sababu exactly ambayo imepelekea inayopelekea Manara ndoa zake kutokudumu pale anapoingia katika mahusiano. So hapa kuna page imekuja kuripoti wakiwa wameandika kwamba Mwijaku anadai kwamba, je, Manara bwana ameingia kwenye mahusiano mapya ya kimapenzi na mwanamke ambaye anamtukana mpaka mama yake mzazi. Dada ni mrembo, lakini hana heshima. Unaona bwana, so hicho ndo kitu ambacho hapa Mwijaku amekizungumza kuhusiana na mahusiano mapya ya Manara, lakini pia vile vile amegusia mahusiano yaliyopita ya Manara. Wadau hapa wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na vitu ambavyo Mwijaku amevizungumza. Kuna mtu hapa, uh, Miss Almida anasema kwamba mimi binafsi nime mimi, mimi binafsi namwonea huruma sana huyu dada, nyie hamjui tu jamani. E, wamama wanavyowatendea watoto wao, unakuta mtu ka, unakuta mtu unazaa na mpenzi mwenye, mwenye, unazaa na mpenzi mwenye umri mdogo mama hakujali, unazaliwa, unakuta mtu unazaliwa na mzazi mwenye umri mdogo mama hakujali e, kuanzia kula yako malezi e, masomo wala maradhi jamani, na bado, na bado unamsaidia lakini mama huyo huyo tena anakuja anakutukana.